Kuna huyu mtenda dhambi mwaramu anaita wabunge foolish akiwemo mbunge wenu. Imagine mtu amesoma kama kale, mtu amefukuzwa bunge na nusu dakika anaita kale foolish. Huyo mtu ashindwe, asishindwe, ashindwe. huyo mtu anafaa kuishi Kenya Afana. Wamama wa Machako, nataka kusikia sauti yenu. anafaa afai? Afai? aende Apeleke ukabila mali anajua sio? Yeah. Wamama, historia ni kwamba wamama wakikata shauri hakuna mtu anapinga jambo la pili. Yeah. Nyinyi mnaamini Mungu kwamba siku moja nyota itawaka hapa kwenu. Yeah. Nasikia sasa yeye anazunguka ametafuta expert, Kalonzo amekuwa akisimama kiti ya rais, unatafutia expert ya kufanya nini? Simpatie eh, tiketi. Yeah. Patieni yeye tiketi pande hiyo, atafute urais, wacha kusumbuka. Ama nyinyi mnasema namna gani? Apatiwe tiketi asipatiwe? Hii mtu anatafuta shares, tumwambie shetani afanye nini? Na tunasema kwa mama ya hapa Machakos, msikubali tena kuwa wenye deni ya kuwa upinzani.